Wengi tunamfahamu Nicole, huyu ni mwigizaji anayeigiza katika tamthilia inayoitwa Huba, lakini pia huko mitandaoni ni maarufu sana, amekuwa akiuza mawigi na vitu baadhi baadhi kwa watu wengi huko mitandaoni, lakini pia alianzisha mchezo wa vikoba, ambapo kuna watu walikuwa wanatoa pesa zao wawekewe, na baada ya muda fulani wapate kiasi chao. Lakini mwisho wa siku watu ambao walitoa hizo pesa hawakuweza kufanikiwa kupata chochote kile, kitu ambacho kilipelekea watu hao kuchukua hatua kwamba kwa nini wasipate kitu ambacho walitoa kwa manufaa, kwamba watoe, mwisho wa siku wafaidike na kile ambacho walikitoa, lakini hawakuweza kupata chochote kile. E, bwana, karibu tena Zedee Media ambapo unapata habari za kiburudani na stori zote zinazozidi kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Kama bado hujajiunga na sisi, ni kwamba hujachelewa, gusa maandishi mekundu hapo chini ya video yako na subscribe, na kisha turn on notification, na baada ya hapo utakuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata zile zote zinazotrend kwenye mitandao ya kijamii. Nicole, kama jinsi ambavyo walivyokueleza ni mwigizaji, lakini pia huko mtandaoni ni influensa mkubwa sana. Watu wengi wanamfuatilia, watu wengi wananunua bidhaa kwake, watu wengi huwa wanampenda. Lakini baada ya sakata hili kutokea, Nicole aliweza kukamatwa na kupelekwa rumande, ambapo huko ametakiwa kulipa faini ya milioni arobaini na sita nukta tatu lakini akashindwa kuzilipa hizo pesa, ambapo kumekuwa na maswali mengi sana huko mitandaoni kwamba je, Nicole kwa hizo pesa zote ambazo alikuwa anazichukua kwa hawa watu, imekuwaje leo ameshindwa kulipa faini ya milioni 46? Ukumbuke anafanya kazi Huba, lakini pia na biashara ya nywele kama jinsi ambavyo alivyokuwa anaziposti, lakini pia amekuwa akiweka pesa za hawa wateja wake. Je, hizo pesa hakuzizungusha kufanyia biashara ili mwisho wa siku aweze kutoa faida, au kama alizihifadhi kwa nini anashindwa kulipa hicho kiasi sasa? Kuna mwanadada lakini pia ni mtangazaji anaitwa Martha uh, Martha ameweza kuzungumza la kwake, akisema kwamba kuna watu wengi ambao kipindi Nicole ana shine huko mitandaoni na kila sehemu kwenye viwanja tofauti walikuwa nao, lakini leo wako wapi? Mbona leo hawamsaidii leo wamemwacha mwenyewe rumande, imekuwaje? Kuna wakati tunakuwa na marafiki ambao tunaamini ni marafiki zetu, lakini tukipata matatizo hao sio marafiki zetu tena, wanakuwa kama maadui fulani hivi. ikumbuke kwamba Harmonize alikuwa ni rafiki mkubwa wa Nicole, lakini Maimatha anasema watu hawa walikuwa na mahusiano ya kimapenzi kipindi hicho, hadi kupelekea Harmonize kugumana na mpenzi wake kipindi hicho ambaye alikuwa anaitwa uh, Sara yule mzungu ambaye walikuwa wameoana kabisa, lakini mwisho wa siku aligombana na shida ilikuwa ni Nicole, kwamba mzungu alimfumania Harmonize na Nicole chumbani kwa hivyo ikawa ni bifu kubwa ni ikawani, chanzo, kati, na mwisho wa siku ikawa chanzo cha ugomvi kati ya Harmonize na mke wake ambaye ni Sara. Lakini pia Martha anasema kwamba huyu mtu ana marafiki kama Wolpa, Wema Sepetu, Juma Lokole sasa hivyo wako wapi katika haya matatizo ambayo anayapitia? Na mwisho wa siku lazima marafiki wa kweli wawe bega kwa bega na wewe. Ukiona mtu anakuwa rafiki kwako wakati ambapo huna matatizo, una pesa, una furaha, unafurahia nao kila sehemu, lakini ukipata shida sio watu wa kukusaidia, basi ujue huna marafiki kabisa. Kwa hivi hichi ndio kipindi ambacho inabidi Nicole awafahamu wale ambao ni marafiki zake wa kweli. E bwana, katika hilo una maoni gani kuhusiana na kitu ambacho kimetokea kwa Nicole? Ijapokuwa ni kweli alifanya makosa kuchukua pesa za watu na mwisho wa siku asiwarudishie, lakini pia tumegundua kwamba marafiki zake ambao alikuwa nao huenda sio marafiki ambao ni sahihi, kwa sababu wameshindwa kumpa msaada wa kiasi ambacho anadaiwa kutoa kama dhamana na mwisho wa siku akabakia huko huko.